mkurugenzi na dawa yako, tujifunze namna ya kuzungumza na wananchi wetu. Tunajua watu wetu wengi ni watu wa kawaida ambao elimu yao ni ya kawaida. Kwa nini tusitafute modality rahisi kabisa kuanzia kwenye ngazi ya kijiji, kwenye kata, akapewa majibu yake, akajibiwa, akaelewa utaratibu wake ukoje? Tusiende tukamrudisha, tukamrudisha, hata ile maana halisi ya kupata mkopo mtu anaiona haina tija. Lakini pili, sisi ni watumishi, na sisi ni halmashauri. Halmashauri maana yake serikali iligatua madaraka kurudisha kwa wananchi, na ndio maana halmashauri hizi zinasimamiwa na waheshimiwa madiwani. Waheshimiwa madiwani maana yake ni wawakilishi wa wananchi, kwa wanaposimama diwani wa kata fulani, maana yake ni wananchi wa kata hiyo. Kwa hiyo, mkurugenzi, niwakumbushe wewe, nakuwa kwa idara, nyinyi mna hudumu kutoka kata, inatoka mimi kata, ila hadi jana watu wamehamasishwa, wakasajiliwa wakabahtika kupata usajili vikundi tisa ambavyo vimekidhi vigezo vya kupata mikopo. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa awamu ya kwanza wakapewa vikundi viwili, awamu ya pili sasa hivi wanatazamiwa kupewa vikundi vitatu, jumla vikundi vitano awamu zote mbili. Mheshimiwa mwenyekiti, hao watu wengi hao hao wanaotazamiwa wako wako watatu, kuna hao wengine wamebaki, nilienda kuhangaika majina hata hayapo kwenye mfumo wakati walisajiliwa tisa, wanaonekana kwenye mfumo, wamekizi vigezo leo hii hayapo hata kwenye mfumo. Mheshimiwa mwenyekiti, kuna nini kwenye ofisi ya maendeleo ya jamii? Kuna nini kwenye ofisi ya mkopo? Kwa nini watu wetu wanateswa hivi? Watu vikundi tisa vimekuja halmashauri, vinahangaika, wakajaze fomu, wakafanyaje, wamefuata wamefata prosesi zote wakakamilisha. Leo hii vikundi vinne havipo kwenye mfumo. Kwa nini? Vikundi hivi vimeenda wapi? Wengine ni watoka elfu mbili na kumi na tisa mfumo ukaja kuwabadilikia wakaja na mfumo mpya wa sasa hivi, wakaenda kujisajili upya kwenye mfumo huu mpya wa leo hii, hata hawamo kwenye mfumo wao, kwenye mfumo, kwenye... kwenye... mfumo. Sijui ni changalamacho nashindwa kuelewa. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kwa nini, kuna nini kwenye ofisi hii? Kwa nini kuwe na mazingira haya? Mikopo hii ni ya kuimarisha uchumi na Mama Samia tutalala kidete na hao watu ambao wanatazamiwa kwenda kukopeshwa <totitikano> lakini wananchi hao wamekuwa wakipata gharama kila siku mheshimiwa, wanakuja huku wanaambiwa usajili, wanarudi vijijini. Kumbe tulikuwa tunawapa hizi hela ili ziende zikawasaidia, safari zimekuwa nyingi kuliko mapato wanayotazamia kuenda kupata. Hoja ya msingi ni lini sasa, kwa karatasi hii kwamba wananchi hawa ambao leo tumepewa wengi, ni hata idadi sioni mishana wanakwenda kupewa mkopo huu na tamani kupewa tarehe halali, kwa kuwa na mimi ni baraza langu la na mwisho, nakutana na maneno kule kijijini kwamba tumeitwa na kuhamasishwa, lakini utendaji unakuwa kidogo sio rafiki na yale ambayo walikuwa wanatazamia wananchi wetu. Naomba na ngazi na ya halmashauri tunasamajia mikopo ya halmashauri ambayo ipo, imefanya kazi yake vizuri, imepitia mapendekezo yaliyotolewa kwenye ngazi ya kata vizuri na kuyafanyia uchambuzi waliokizi vigezo kupitia maombi ya aziyakai na hayo maombi, kwenye ngazi ya halmashauri tunayapokea kwenye mfumo, na nayapokea ni mimi mwenyewe kwenye mfumo, unaingia kwenye akaunti ya mkuu wa idara medera ya maendeleo ya jamii, na mimi nayapakua kama yalivyo, nayapeleka kwenye kamati ya mikopo ya halmashauri, yanaenda kufanywa kazi, yanachambuliwa, wanaona maandiko yao yanakizi vigezo, akaunti zao ziko vizuri. Kamati ilifanya kazi yake vizuri ikamaliza, na tukawasilisha kwenye kamati yao, kwenye kikao cha CMT CMT, na hiyo ilipitia ikayaona vizuri, yakaenda kwenye kamati ya uhakiki ya wilaya yakafanywa kazi vizuri sana, na kwenye yatakamilika, yamekamilika, yamerudi CMT kwa ajili ya baraka ya kukopesha hivyo vikundi vilivyo kizivigeza. Kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti, niseme kwamba katika ofisi yangu kama kuna watu wana, wanaolagai wananchi na design aliyosema mheshimiwa, mimi nawahitaji wafahamu tu, nitakutana naye ataniambia. Inawezekana ikawa ni ngumu kuwaeleza kwa hapa, mi nitakutana naye niambie ni nani anayeomba pesa kwa wananchi kutokea kwenye idara, hatua za kisheria. Naomba pia tuboreshe ukusanyaji wa mapato yetu, ili hizi kelele za uh, uh, wako, za mikopo <coughs> ya kina mama, vijana na watu wenye ulemavu ipungue. Tukikusanya sana, tutapeleka mikopo mingi tukusanya kidogo tutapeleka mkopo kidogo. Na msimu huu kwetu ni msimu wa mapato kwenye ushuru wa mazao, minadani, pia kuna lipa, lakini pia muda wa leseni na mambo mbalimbali <coughs> tusimamie. Usisahau kusubscribe, kucomment, ku like na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media.